Tukasema eh, ni muhimu tuwe na jukwaa maalum mm-hmm. ambalo litawahusisha vijana mm-hmm. kutoka maeneo mbalimbali mbali. Aa, na kutoka kwenye sekta mbalimbali mm -hmm. ili tuweze kuwasikiliza mm -hmm. Lakini pia tunapowasikiliza kuwe kuna mfumo rasmi wa wao kuleta maoni yao na aweze kufanywa kazi okay. E, kwa sababu kijana anaweza akatoa maoni mahali popote mm -hmm. Lakini yeah. kufanywa kazi ni jambo lingine okay. Lakini tunapokuwa na jukwaa kama hili, maana yake tunakuwa na mfumo rasmi mm -hmm. E, leo tuko kwenye ngazi ya taifa lakini atashuka mpaka kwenye ngazi ya mikoa na ngazi ya wilaya. Kwa hiyo mawazo yatakuwa yanatoka kule anakuja kwetu katika mm -hmm. mfumo tuliouandaa mm -hmm. na tutaweza kuyafanyia kazi pia, lakini cha pili, jukwaa muhimu Kini kupata taarifa zinazohusiana okay, na fursa okay. E, fursa ziko nyingi sana okay, na serikali inafanya mambo mengi sana lakini okay, moja ya kitu megundua ni information gap okay, e, kwamba taarifa zipo, wanaozipata ni wachache yes, ni wale wale okay, na kuna wengine wapate okay. Kwa hiyo jukwaa hili e, litatumika pia kama sehemu ya vijana kupata taarifa za msingi. Kwa mfano kama leo huku ndani kutakuwa kuna taarifa nyingi sana za muhimu ambazo ni fursa kubwa okay, kwa vijana na tutazifanya kwa jukwaa kama hili physically okay, lakini leo pia tutazindua platform

Asante sana kwa kumaliza kabisa, Mheshimiwa. Kuna vijana wengi wanatamani, wanasema Dodoma vipi? Mwanza vipi? Mheshimiwa tuambie, um, baada ya uzinduzi wa tukio hili tutarajie pia kwa mikoa mingine kama Mwanza, Dodoma, um, Ilinga, jukwaa hili kutembea ana kwa ana? maana jukwaa hili lipo katika digital platform lakini mm. pia ana kwa ana kama hii leo yeah. tutarajie mikoa mingine pia yes uh, leo kama tulivyosema ni uzinduzi mm -hmm. kwa baada leo tutatoa ratiba rasmi okay. ambayo itaelekeza maeneo gani tutaanza kupita Alright. na kama kwa sababu hili ni jukwaa la vijana, tunataka wali own wenyewe mm -hmm. kwa hiyo haimaanishi kwamba mimi nitakuwa napita mimi kila mahali mm -hmm. E, tunataka wenyewe waweze kulifanya kwenye maeneo yao kwa mm -hmm. kuna siku utasikia jukwaa linafanyika Dodoma, wakati huo Rukwa pia wanafanya mm -hmm. E, wakati huo Katavi pia wanafanya kwa kwa hiyo e, sisi tutakachofanya ni kufacilitate e, tutatengeneza mazingira mazuri mm -hmm. E, wao kuweza kukutana na waweze mm -hmm. kutimiza ambacho alichonacho. Kwa hiyo tutafika kila mkoa na kila wilaya nchi tutawafikia pia. Asante sana umeweza kunijibu vizuri, nadhani vijana wenzangu ambao nitazama hivi sasa yeah. mmeweza kupata majibu uh, mazuri kabisa kwamba mikoa mingine jukwaa hili litakwenda kuwafikia. Mheshimiwa, mimi mm. nakushukuru sana yeah. mambo ni mengi makubwa mazuri, siku hii ya leo mimi nikutakia kila la heri yes. lakini pia um, katika kufikia malengo ya nchi yetu na vijana ambao Uh, wanatutazama hivi sasa na vijana wote wa Kitanzania. san, san, asante sana nikutakia, sure wakati san. mwema san. shukrani sana asante sana, sana. Mtazamaji, nilikuwa na waziri wa maendeleo ya vijana, Mheshimiwa Joel Nanauka, ameweza kuzungumza vitu vingi vikubwa sana ambavyo vinahusu ustawi na maendeleo ya vijana. Mimi sina mengi ya kusema katika podcast hii, tumekwenda kuzungumza vingi, tumezungumza mengi ambayo yanahusu uh, mstakabali mzima wa maendeleo ya vijana, lakini pia mstakabali mzima wa vijana platform. Kumbuka kiongozi wa platform hii, nilikuwa mtangazaji wako Neema Theonis chochao Plata. Tanzania ni letu vijana, tuyajingi na hakika hileo tutayajenga kwa pamoja, na moja sio ndepu. Kutoka hivi sasa tunakwenda kumpokea mheshimiwa waziri. Vijana wote tusimame, amini tutasimama kwa muda ambao mheshimiwa waziri ataingia, tutasimama kwa hali nguvu kubwa. Wakati huo pia ule wimbo maalum ambao naibu katibu mkuu hapa Dr Mapana ametunyoshia kwelikweli ndio ambao utatuongoza kumpokea mheshimiwa waziri, na kisha baada ya hapo, polisi brasban watatuongoza kwa ajili ya wimbo wa taifa. Tuko tayari vijana? Leo tuko tayari? Tuko tayari? Basi sawa, tujiweke tujiweke tayari, tujiweke tayari kwa ajili ya kumpokea mheshimiwa waziri. Hapo nipo mpe tano ya nguvu sana. Mshikaji wako ambaye yuko pembeni, mpe tano ya nguvu hapo. Mwambie umependeza, mwambie umependeza. Vijana wanasema umepoa, si ndio? Mwambie umepoa baba. Sasa kama ni dada, mwambie dada, si ndio? Mwambie umeshine, umewaka Uko tayari kwa ajili ya vijana platform? Muulize kijana mwenzako, mwambie uko tayari kwa ajili ya vijana platform. Wa wow. Lakini pia tukumbuke kauli mbiu yetu inasema, vijana tuyajenge, vijana tuyajenge, Tanzania ni wetu, vijana tuyajenge. Na leo tutakwenda kuyajenga mengi yenye tija na si tu tumekuja hapa kwa ajili ya kumsikiliza mheshimiwa waziri, pamoja na viongozi wa serikali hapana. Na sisi vijana tutapata nafasi ya kutoa maoni ya kutoa ushauri, lakini pia vilevile kutoa hoja za msingi yani na kwa nini Dar es Salaam imepata bahati kubwa, kwa niaba hey, eh, ya vijana wengine wa Kitanzania kuzinduliwa hapa JNICC Dar es Salaam. Lakini pia vile vile tuna maafisa wetu vijana, maafisa vijana kupungu mkono kutoka maeneo mbalimbali, maafisa ya vijana, maafisa vijana pia tuponao ndani. Kwa hiyo mambo yatakuwa sawa sawia lakini hapa pia tunao vijana wenzetu wanaitwa Uzalendo vijana Bang, chini ya taasisi ya Uzalendo na vijana tuko nao hapa ndani, lakini kwa kuzingatia ndugu zetu wenye mahitaji maalum tunao pia uh, kalimani wa lugha ya alama wapo wawili. Uh, kwa hiyo kila kitu kiko mahala pake. Tunao pia kalimani wa lugha ya alama tutakaa hapa mbele ili wengine waweze kufahamu nini ambacho tunaendelea, kwa wale ndugu zetu ambao wana mahitaji Haya, sawa, wakati tuko na utayari wa kumpokea mheshimiwa waziri Songo somweku kutoka hivi sasa. Vijana tuko tayari hapa. Haya, tuanze kutengeneza lile vibe ndogo ndogo wakati tu tunajiandaa kumpokea mheshimiwa waziri, tuanze kutengeneza vibe vijana uzalendo band. hivi sasa Polisi Brass Band ituongoze kwa ajili ya wimbo wa taifa, tafadhali. Mheshimiwa Waziri ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, Mheshimiwa Joel Nanauka, Mheshimiwa katibu mkuu ofisi ya Rais inashughulika maendeleo ya vijana, Mheshimiwa naibu katibu mkuu, Mheshimiwa mkuu wa Wilaya ya Ilala Mheshimiwa Edward Mpogolo, ndugu zangu vijana vijana, mambo vijana, vijana, vijana tuyajenge Tanzania ni yetu. Asante sana Mheshimiwa Waziri, waliopo mbele yako ni kundi kubwa la vijana lakini bila kupoteza wakati hivi sasa namwomba nimwalike hapa naibu katibu mkuu ambaye kimsingi ni kijana mwenzetu, maanake vibe aliyotuanzishia nalo hii leo ni kubwa kwelikweli. Uh, Dr Kedmon Mapana ambaye kimsingi namwalika hapa kwa ajili ya kutupitisha kwenye utambulisho, lakini pia vilevile vile kutambua makundi mbalimbali yaliyopo hapa siku ya leo, katika jukwaa hili la uzinduzi wa vijana platform, naomba tafadhali sana, wakati mheshimiwa naibu katibu mkuu anafika hapa, makofi mengi sana kwake tafadhali, vijana, vijana hii. Asante sana mshereheshaji, kwa nafasi hii. Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka, mbunge waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana na mgeni rasmi katika tukio hili la uzinduzi wa jukwaa la vijana platform, kwa heshima yako Mheshimiwa Waziri, napenda kufanya utambulisho wa wageni wetu waliopo katika ukumbi huu kama ifuatavyo. Mgeni rasmi, naomba utambue, tunaye ndugu yetu Mheshimiwa Edward Mpogolo mbeni mkuu wa wilaya ya Ilala, lakini pia anamwakilisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, makofi tafadhali. Lakini pia tunaye bi Jennifer Cristiano Omolo, katibu mkuu ofisi raisi ya rais maendeleo ya vijana, tafadhali mpigeni makofi. Lakini pia tunaye ndugu yetu Denis Simba, yeye ni mtendaji mkuu wa PPRA Tanzania. lakini pia tunayo management ya ofisi ya rais maendeleo ya vijana pamoja na watumishi wote wa ofisi hii, tafadhali tusimame pale tulipo, asanteni sana lakini, tunao maafisa maendeleo ya vijana kutoka mikoa ishirini na sita pamoja na maafisa wa vijana wa manispaa za mkoa wa Dar es Salaam, kwa umoja wenu, tafadhali tusimame. lakini tunao wawakilishi wakiwepo wadau kutoka mashirika ya umma wa mataifa kama vile UNFPA na UNDP, kama wapo, tafadhali pigeni makofi, asanteni sana kwa kuja. Lakini pia utambua wapo wa taasisi za serikali na sekta za fedha zinazoshirikiana na serikali katika kuwawezesha vijana kiuchumi wako TRA, lakini pia tunao CRDB bank, naomba msimame kama mpo. CRDB, NMB, NBC, basi wataungana na sisi. Lakini pia tunao katika kongamano hili, tutakuwa na watoa wa mada mbalimbali. Watu wa mada tafadhali pale mlipo tunaomba msimame wote kwa umoja wenu. Asante sana, asanteni sana kwa kuja. Karibuni. Lakini pia tutambue tuko live kabisa na wenzetu wa TBC pamoja na media zingine. Lakini pia tunazo taasisi zinazoongoza vijana kama ni NGOs na nini, kwa umoja wenu tafadhali, mlioko hapa mnaoongoza vijana taasisi, NGOs zinazoongoza vijana, kwa umoja wenu tafadhali, simameni. Asanteni sana, upigeni makofi. Tunashukuru Ma... sana kwa kuja. Lakini pia kwa kipekee, napenda tutambue uwepo wa viongozi wa vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu waliowakilisha vyuo kumi na tatu kwa umoja wenu tafadhali tunaomba msimame, viongozi wa vyuo vikuu. Asante sana, mko pale, asanteni sana kwa kuja. Lakini sasa kipekee tutambue pia bendi itakayotuburudisha wanaitwa Uzalendo vijana bend, mlipo haya, wako kwenye, simameni wawatambue. Aya, karibuni sana sasa vijana kwa makundi yenu nikiwataja naomba msimame pale pale mlipo. Vijana watemeke Tumakabisa. Safi kabisa. Vijana wa Kinondoni, ah, mko hai. Safi kabisa. Vijana wa Ilala vijana wa Kigamboni, vijana wa Ubungo, ah, mefunika bwana. Mko mkua Ilala, Ilala yuko hapa sasa, sijui lakini kipekee tunao vijana waalikwa kutoka Mtwara, tunaomba msimame pale mlipo wageni wetu kutoka kwenye jimbo la mheshimiwa waziri wetu, wapigeni makofi jamani, watu wa Mtwara safi kabisa. Lakini tuna vijana wengine kutoka mikoa mbalimbali ambao wamefika kwa umoja wenu, tafadhali tunaomba msimame tuwatambue, kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania Bali.